Toki Shege ananisaidia kwenye matangazo haya akitumia lugha ya ishara. Mtazamaji, tuandamane kuanzia sasa hadi tamati, na tunaanzia nchini Tanzania ambapo hali tete inazidi kushuhudiwa katika taifa hilo jirani, huku maandamano ya uchaguzi yakiingia siku ya pili. Watu kadhaa wametiwa mbaroni kufuatia machafuko hayo, huku wizara ya elimu ikitangaza kuwa vyuo vikuu nchini humo visalie kufungwa kwa muda usiojulikana. Stephen Leto na tathmini kamili. Raia wa Tanzania wakiendelea kusubiri matangazo ya matokeo rasmi ya uchaguzi wa hapo jana. Yes, yes, yes, yes. Hali imesalia tete huku maandamano yaliyoshuhudiwa jana yakiendelea kuchacha leo, maandamano haya yakishuhudiwa katika miji tofauti nchini Tanzania, huku shughuli za usafiri zikilemazwa katika maeneo kadhaa <tinyo> Katika mpaka wa Kenya na Tanzania, eneo la Namanga, maandamano yalishuhudiwa mchana kutwa, huku polisi wakilazimika kufyatua vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Pia mama kela, hatumtaki mama, lazima mastigo aondoke kabisa madarakani, kwa sababu amna uchaguzi wa kumpigia mtu mmoja kura. E, e, e, anajichagua mwenyewe, hatuwezi kumpigia Mama Samia mwenyewe kura e. Hali hii ikisababisha msongomano wa magari yaliyokuwa yakivuka mpaka huo pande zote. If there will be any inconveniences in terms of movement of, of, of cargo and people, uh, I, I believe that uh, the officers at our points of entry and exit must be able to advise uh, those who are moving in a manner that then uh, we don't endanger anyone's life. <laughs> Picha za kipekee aidha, zimeonyesha kuwa hata baada ya kuwepo kwa kafyu jana usiku, waandamanaji walifunga barabara za mji wa Mwanza kupinga uchaguzi wa hapo jana. hey! hey! hey! hey! hey! Wizara ya elimu Tanzania ikitangaza kuwa vyuo vikuu vilivyokuwa virejee masomo Novemba tatu visalie kufungwa. Aidha, wafanyikazi wa umma wametakiwa kusalia nyumbani, huku maafisa wa usalama wakijaribu kutuliza hali. Stephen Leto.